Ili watoto wetu wafikie ukuaji timilifu na kuweza kutokomeza udumavu katika mkoa wetu, kitoe maelekezo kwa wakurugenzi wa halmashauri za mkoa wa Ruvuma kuhakikisha kuwa wamiliki wa mashine waliopo kwenye halmashauri zenu wanapatiwa elimu ya urutubishaji wa chakula na kufungiwa mashine za kuongeza virutubishi ili waweze kufikia jamii yetu kwa idadi kubwa. Pili, tuwe na utaratibu wa kufuatilia ili kuhakikisha urutubishaji wa vyakula unafanyika wakati wote ili kuleta matokeo mazuri katika kukabiliana na tatizo la hali duni ya lishe, ili hatimaye kwa nafasi zetu tusaidie katika kufikiwa kwa malengo yaliyokusudiwa. Mkoa umeendelea kutekeleza mkataba wa lishe, ambapo moja ya kiashiria chake ni kuwa na viwanda vya kati na vidogo vinavyozalisha unga ulioongezewa virutubishi na mpaka sasa katika mkoa wetu kuna jumla ya mashine 937. Kati ya hizo wanaofungasha ni mia na thelathini na zinazoongeza virutubishi kwenye unga ni 40, sawa na asilimia 31. Pamoja na juhudi za kuongeza idadi ya mashine zinazoongeza virutubishi kwenye unga wa mahindi, bado mkoa unakabiliwa na changamoto mbalimbali mbali ikiwepo uelewa mdogo kwa jamii kuhusu umuhimu wa vitamini na madini, lakini pia kuna mwitikio mdogo kwa jamii juu ya matumizi ya vyakula vilivyoongezewa virutubishi pamoja na usimamizi hafifu wa kanuni za uongezaji wa virutubishi kwenye vyakula katika ngazi za halmashauri, bado una hali duni ya lishe. Na kutokana na takwimu za utafiti uliofanyika mwaka ishirini na ishirini na mbili, inaonyesha hali ya udumavu ndani ya mkoa huu iko asilimia thelathini lakini vile vile uzito pungufu kwa asilimia 12.2, lakini upungufu wa damu kwa watoto ni asilimia 45 waj na upungufu wa damu kwa wakinamama wajawazito ni asilimia 30. Kutokana na hali hiyo, mkoa ameendelea kuandaa mipango harakishi na shirikishi ya kupunguza udumavu katika maeneo yetu, kushirikiana na wadau wanaoongeza virutubishi kwenye mazao lishe na kwenye unga wa mahindi ili kupunguza tatizo la dini na vitamini kwenye jamii yetu, na ndiyo maana utaona kikao chetu cha leo ni le kwa ajili ya kutoa elimu kwa viongozi wa mkoa a wilaya na halmashauri kuhusiana na uongezaji wa virutubishi kwenye vyakula. Fursa hii ni muhimu, hivyo nisisitize, itumike kubadilisha uzoefu wa jinsi gani tunaweza kuboresha hali ya lishe ya watoto na wanawake kama eneo yetu, ili kuchangia iwa kwa malengo ya kitaifa ya kujenga jamii yenye siha nzuri, lakini pia wenye uwezo wa kubuni na yenye tija utekelezaji kuelekea nchi ya viwanda na uchumi wa kati.